Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dodoma, DUWASA imewataka wananchi na wateja wake kuacha mara moja huduma ya maji kinyume cha taratibu pamoja na kuingilia miundombinu ya maji, ikisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi watakaobainika kufanya vitendo hivyo. Onyo hilo limetolewa leo Januari 28, 2026 na, na afisa mapato wa DUWASA, Bwana Fridolin Henjewele, wakati wa zoezi la ukaguzi wa miundombinu ya maji lililofanyika katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dodoma kwa lengo la kubaini na kudhibiti vitendo vya hujuma na wizi wa maji. Ndugu wanahabari, kwa majina naitwa Fridolin Henjewele natoka ofisi ya mapato DUWASA kama afisa mapato. Leo hii kama mlivyojionea katika eneo hili la tukio, tumemkamata mteja huyu ambaye alikuwa anatumia maji kinyume na na utaratibu wa DUWASA. Mkaguzi wetu alipita na akagundua madhaifu haya. Kwa hiyo sisi, kama DUWASA, tunatoa onyo kali kwa wateja wote ambao wanatumia maji kinyume na sheria taratibu kali na sheria kali zitafuata kama mteja tutamkamata anatumia maji kinyume na sheria. Pia tunatoa onyo kwa wananchi wote wa Dodoma watupe ushirikiano katika kuhakikisha kwamba tunatokomeza na kumaliza kabisa uwizi huu wa maji. Ndugu waandishi wa habari, hapa tulipo hapa ni yadi ya mteja wetu ambaye anaitwa Felix Maneno, ni mteja wetu wa muda mrefu Mteja huyu tumemsitishia huduma ya maji kwa ajili ya deni. Kama mnavyoona, mita iko hapa. Lakini baada ya kusitishiwa huduma hii ya maji, mteja ameingilia miundo mbinu ya maji kuongeza laini nyingine ambayo haipiti kwenye, haipiti kwenye mfumo wa maji tena. Ameongeza laini kama mnavyoona, hiyo hapa ukutani ni laini ya nchi moja. Laini hii inajaza maji kwenye tenki hili. Na hili tanki dogo na matumizi yake ni kama if, ifuatavyo if mnavyoiona hii yadi. Ndugu waandishi wa habari, yadi hii ina magari ambayo ni ya mteja wetu Felix Maneno ambaye anaitumia kuoshea magari pamoja na, na, walinzi wake ambao ni, ni Masai kama mnavyowaona hawa hapa ambao wamekuwa maji haya wakiyatumia kinyume na utaratibu. Mhusika tayari tumeshampa taarifa kwa njia ya simu. Tumemtaka afike hapa. Lakini yeye yeah, ameomba kwamba atafika ofisini, tumpelekee barua ya wito. Yuko tayari kufika mezani kwa ajili ya majadiliano. Kwa hiyo hapa tulipo sasa hivi, atapelekewa barua yake, ataipokea. Tunamtaka afike of, ofisini kwa ajili ya majadiliano, tumpe gharama ya haya maji ambayo yametumika kinyume na utaratibu. DUWASA imeendelea kusisitiza kuwa hujuma kwa miundombinu ya maji na itaendelea kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kuhakikisha huduma za maji zinapatikana kwa wananchi wote kwa haki na kwa mujibu wa sheria. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like, na share ili uendelee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 Usipoteze muda wako kutembeza kadi nyumba kwa nyumba, watumie kadi dialect kwenye simu zao za mkononi, iwe smartphone au kitochi. Tupigie kwa simu nambari 07474098 au tucheki whatsapp kwa namba 0763530877. Kwa kadi za kijanja, sisi ndo namba moja.